Eneo hili linaitwa Bonde la Mpunga, linapatikana kata ya Msasani, jimbo la Kawe. Kwenye kampeni za uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili na ishirini Askofu Gwajima alipokuwa anagombea ubunge wa jimbo la Kawe, alipita hapa na kuona wananchi wanateseka na kero ya mafuriko ya maji kujaa kwenye makazi yao. Hivi sasa kuna mwonekano tofauti. Mtazamaji, eneo nililopo sasa hivi ni eneo la bonde la mpunga lililopo katika kata ya Msasani. Hapa nimesimama chini yangu kuna mtaro ambao umejengwa na Askofu Josephat Gwajima Mneki, mbunge wa jimbo la Kawe. Mtaro huu umeujenga mara baada ya kufanya kampeni mwaka 2020. Alipopita katika eneo hili alionana na wananchi, na alishangazwa sana kuona wananchi eneo hili wanateseka kutokana na maji ya mafuriko kuingia katika makazi yao. Naye aliwaahidi kujenga mtaro ambao utawasaidia ili wasipate tena na athari hiyo na sasa hivi tayari mradi umeshakamilika amejenga mtaro huu ukiwa umegharimu shilingi za kitanzania milioni 136 ukiwa na upana wa mita mbili na nusu na urefu wa mita 400 na hapa tuwasikie wananchi wanaoishi katika eneo hili wanasema nini mara baada ya mradi kukamilika na nini wanamwambia mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kawe Dr. Josephat Gwajima Mneki <tip> Kwa jina naitwa Rehema Ramadhani, ni mkazi wa Bonde la Mpunga watu, kuhu, kinyesha, kwa kweli tunashukuru. Kipindi ambacho hatujazibia umfereji kwa tunaasirika na maafa sana ya kuhusu mafuriko, mvua zikinyesha hatulali kwa raha, tunawaza mfereji muda wote, lakini tangia atokee kiongozi alojitolea kwa moyo wake wote kuja kutuzibia umfereji, kwa kweli tunamshukuru sana kwa sasa hivi tunalala, hata tukiwa na wagonjwa bajaji zinakuja hadi mlangoni, lakini mwanzo huko tunapata shida, tukiwa na wajawazito, tunawaza wagonjwa waso, tunawaza tunapita wapi, lakini kwa sasa hivi tunamshukuru Mungu sana. Biashara tunazifanya, watoto wanacheza vizuri, usafiri uko vizuri, tunalala kwa amani, kwao tunamwombea. Mm. Unakiri kwamba kipindi cha kampeni alikuja aliwaahidi na ametekeleza? Yes, nakiri, aliwaahidi kwamba nitakuja, nitakuja kutekeleza, kwa sababu kuna viongozi wengi sana wamepita katika wamepita sana hapa kujifanya nini, Mm. kufanya vitu vizuri kama hivi hapa Mm. lakini ni yeye aisisa akaitwa na Mwenyezi Mungu Mm. Ehe. <laughs> kwamba ameahidi na ametekeleza. Kusema kweli tulikuwa na tatizo la mafuriko, kwa sababu mvua zilikuwa zikinyesha, maji yote yanasambaa kwenye makazi ya watu. Lakini kwa sasa, kusema kweli, tun tuna neema kubwa sana na tunajidai, mvua ikinyesha sasa hivi tunalala, lakini hapo zamani ilikuwa mvua ikinyesha hata saa nane usiku watu wote wakazi wako nje kuangalia maji yamefikia wapi sasa hivi yamefika wapi, yameshaanza kuingia ndani. Lakini sasa hivi tunalala, mvua inanyesha, n ina... tupa usingizini. Kwa ufupi sana utuambie mitaro hii ilivyojengwa mpaka sasa hivi mradi umekamilika, imekusaidia vipi wewe kama mwananchi wa eneo? Maji kidogo yanakonda vizuri, yanatiririka hmm. hmm. ayaingii tena kwenye makazi hmm. Tofauti zamani ilikuwa mnapata athari gani? Maji yalikuwa yanaingia ndani ya majumba. Sasa hivi kidogo afadhali, maji yanateremka kwa kama vile kabla, na mvua zikisafishwa mitaro, basi maji yanakwenda vizuri. hu mfereji umejengwa na mheshimiwa mbunge, wewe kwa upande wako umekusaidia nini? Kwanza moja, umetuletea advantage mm. Kwanza kabla ya mfereji kulikuwa kuna wateja baadhi walikuwa hawezi kufika maeneo haya, lakini baada ya mfereji wateja wamekuja na kwa wingi uh, kwa hiyo mfereji umekuongezea wateja kutoka ng'ambo ya pili ambao walikuwa mwanzoni hawawezi kufika wamefika kupitia mfereji wanapita hapo wanakuja, si ndio? Ndio. neno lako lipi sasa kwa mheshimiwa mbunge? Aa, neno ni kutoa shukrani za dhati kwa mheshimiwa mbunge Gwajima. Na wewe tangu mpaka sasa hivi umefikia umri huu ushai kuona kiongozi anatumia fedha yake binafsi ya mfukoni kuwaletea wananchi maendeleo? Hapana lakini imekuwa tofauti kweli. Hivi ndivyo tunavyohitimisha, na haya ni machache kati ya mengi ambayo yamefanywa na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kawe Dkt. Josephat Gwajima mneki, na hapa umewasikia wananchi wa eneo hilo wa, wa, wa bonde la Mpunga wamemshukuru sana na zaidi wameendelea kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ampe afya njema na kumjalia moyo wa upendo na hekima kwa wananchi wake. Jina langu ni Janet Michael na kazi iendelee, asante mheshimiwa sisi bonde la Mpunga, kazi yako tumeiona. Mungu akubariki, wa kubariki Gwajima oe